Wakati jumuiya za kimataifa zikiendelea kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania kuhakikisha kwamba vinakuwa ni sehemu ya kuwalinda wananchi watakaoandamana siku ya Disemba tisa, Watanzania waishio nchini Marekani wamefika katika ubalozi wa Tanzania nchini Marekani kuanzia siku ya Disemba 6 wakiandamana katika ubalozi huo huku wakihitaji maboresho na mikakati dhidi ya haki za binadamu pamoja na sera za mageuzi ya kidemokrasia kufuatia matukio kadhaa yaliyoibuka siku za hivi karibuni. Kwa mjibu wa Liberatus Mwang'ombe, ambaye ni mmoja kati na Mtanzania anayeishi nchini Marekani, wameshia jumbe mbalimbali wakiwa katika maandamano hayo katika ubalozi wa Tanzania nchini Marekani Washington. Hatua hizi ni kuelekea katika maandamano ambayo yanapangwa kufanyika siku ya kesho kukiwa na wasiwasi mkubwa. Je, waandamanaji watafanikiwa kuandamana kwa usalama kwa, kwa kuzingatia kile ambacho kilielezwa na jumuiya za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa ambao siku ya jana walitoa tamko kuzitaka mamlaka pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama dhidi ya waandamanaji na kutotumia nguvu kubwa dhidi ya waandamanaji. Hata hivyo, waziri mkuu wa Tanzania Dkt. Mwigulu Chemba amezungumza muda mfupi uliopita akiwa hasa wa Tanzania kuendelea kusalia majumbani mwao siku ya kesho, ambapo Tanzania inaadhimisha miaka mingine ya uhuru, kukiwa na wasiwasi mkubwa kuzuka kwa maandamano kwa siku ya kesho. Katika kusanyiko ambalo limefanyika Washington nchini Marekani, katika ubalozi wa Tanzania nchini Marekani, wa Tanzania wamejitokeza kupaza sauti dhidi ya ya matukio yaliyojitokeza katika siku ya Oktoba 29 ikiwemo vifo, matukio kadhaa ambayo yamekuwa ni sehemu ya mkakati wa kuzuia demokrasia katika taifa la Tanzania, kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ndugu Tundu Lissu, pamoja na mambo mengine, huku wakishinikiza mambo haya yaweze kufanyiwa kazi. Katika hatua nyingine, waandamanaji hao ambao walitua katika ubalozi wa Tanzania nchini Marekani walidai kwamba ubalozi huo uliweza kuzingilwa na magari ya ubalozini ili kuwazuia waandamanaji wasiweze kuandamana katika eneo hilo. Hata hivyo, kwa mjibu wa taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na diaspora, wamekuwa wakisema kwamba hawawezi kuacha kuandamana katika eneo hilo, huku wakichukua hatua kadhaa, ikiwemo kubandika picha za Tundu Antipas Lissu pamoja na vipeperushi kadhaa dhidi ya matukio yaliyojitokeza Oktoba 29, 2025 katika magari ya ubalozini.